Nam mtazamaji, ni huzuni tele kufuatia kifo cha mfanyakazi wa shirika letu la KBC Fredrick Pasoi Parsayo ambaye alikutana na mauti katika hali tatanishi nyumbani kwake katika mtaa wa Kinoo Ijumaa asubuhi ambayo ni hivi leo. Kisa hiki kiliripotiwa katika kituo cha polisi cha Kinoo ambapo uchunguzi unaendelea. Hadi kifo chake, Parsayo alikuwa mwanahabari wa shirika la KBC. Siku yake ya mwisho kazini ilikuwa Alhamisi hapo jana. Mkurugenzi mkuu wa shirika la KBC Agnes Kalekye, ametuma rambirambi rambi kwa familia za Parsayo, marafiki na wafanyakazi wa KBC. Shirika la utangazaji la Kenya KBC limepata pigo kubwa kufuatia habari za kushtua za kifo cha Fredrick Parsayo aliyekuwa ripota wa taarifa za runinga. Parsayo alikuwa kazini jana Alhamisi. Alifariki katika hali tatanishi siku ya Ijumaa katika eneo la Kinoo. Kisa hiki kiliripotiwa katika kituo cha polisi cha Kinoo na uchunguzi bado unaendelea. Parsayo ambaye alitimu kutoka chuo kikuu cha Nairobi alianza taaluma yake katika shirika la KBC akiwa ripota kwa miaka miwili Mkurugenzi mkuu wa shirika la KBC Agnes Kalekye amemwomboleza Parsayo, akimtaja kuwa mfanyikazi aliyedhaminiwa katika kazi yake ya wanahabari, na kifo chake ni pigo kwa wafanyikazi wenza. Kwa niaba ya wafanyikazi wa shirika la KBC, mkurugenzi mkuu ametuma rambirambi zake kwa familia, jamaa na marafiki wa Fredi Parsayo. Mungu ailaze roho yake mahali pema